Haleluya! Uh, karibu katika tafakari ya neno la Mungu na imempendeza Mungu. Leo tutakuwa tuna tafakari fupi ya neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Samuel wa kwanza na ile sura ya kumi na nne, tutatafakari katika mstari wa sita, na hapo ndipo tutakapokuwa tuna tafakari. Lakini kabla hatujaanza tafakari yetu, na tumsi Bwana. Bwana Yesu, Mungu uliye mwaminifu, ninakushukuru Sante kwa ajili ya siku njema ya leo, sante kwa ajili ya pendo lako, sante kwa sababu umetupa nafasi, umetuamsha salama katika siku nyingine tena leo. E Bwana, nina kushukuru kwa sababu umetujalia neema ya kupata tafakari kupitia kwenye neno lako. Baba, ninaomba utufundishe, tuongezee maarifa, tuongezee hekima katika jina la Yesu. Neema yako Bwana iwe katikati yetu mkono wako wa nguvu ukapate kutuvusha na kutusaidia. Neno lako na lije na nguvu na ujasiri. Sante kwa sababu Bwana utanibarikia mtumishi wako ninapolinena nikalinene na, na, na, na utukufu wako, likainue mioyo ya watu wako, likawape tena nguvu na kuonyesha nuru mpya katika jina la Yesu. Ninambariki msikilizaji wangu huyu, atakapokuwa akisikiliza, Bwana akapokee nguvu kutoka kwako, kwa sababu neno lako limebeba nguvu, kwa jina la Yesu. Amen, amen. Utakuwa ukitafakari nami mtumishi wa Mungu e, mwinjirisi Jafet Katana, tutakuwa tukitafakari wote mstari huu, na katika huu mstari tumeona ya kwamba ukisoma e, kidogo kuanzia hapo juu, unaona habari za Yonasan ambaye huyu Yonasan alikuwa e, wamezingirwa kwanza, wamezingirwa na maadui kwa pamoja na kuwa wamezingirwa na maadui, walikuwa katika hali mbaya ambayo uh, walikuwa kama taifa wanaogopa hata kwenda katika vita. Lakini Yonathani na mbeba silaha zake, huyu alikuwa ni mwana wa mfalme, yani prince. Kwa huyu kijana alikuwa amepata ujasiri kwa kuwaendea, anataka kuwaendea hao wa Filisti ambao walikuwa ni jeshi kubwa limewazingira Akamwambia mbeba silaha wake eh, yaani kijana aliyekuwa anamsaidia kuzibeba silaha, akamwambia sasa, twende tuwapandie wa Filisti. Lakini nimependa kilichokuwa kinamsukuma moyoni mwake, kwa sababu anapata huo ujasiri. Kijana mmoja naliendea jeshi, ujasiri huo unatoka wapi? Soma pamoja nami na katika mstari wa sita kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya kumi na nne na huo mstari wa sita neno la Mungu linasema basi Jonathan akamwambia yule kijana aliyembebea silaha zake, "Haya, na twende tuvuke ngomeni mwa hao wasiotairiwa. Yamkini Bwana atatutendea kazi." Kwa maana, kwa maana, sikiliza hapo, kwa maana hakuna la kumzuia Bwana asiokoe kama ni kwa wengi au ni kwa wachache na Yesu asifiwe sana. Nimependa sana huu mtazamo wa Yonathani, anasema hakuna la kumzuia Bwana kuokoa iwe ni aidha kwa wengi au kwa wachache. Sasa hapa anaenda yeye na kijana kuliendea jeshi kuvamia katika jeshi la watu wengi, lakini yeye moyoni mwake anachojua ni kuwa hakuna la kumzuia Bwana kuokoa hakuna la kumzuia Bwana kuokoa iwe ni kwa wengi au kwa wachache. Ndo maana nimeona tutafakari pamoja katika kipande hiki, kwa sababu ninajua ya kwamba watu wengi wanatamani kampan, wanatamani watu wengi wanatamani kuwa hili jambo e, peke yangu sitaweza, ninahitaji watu na tukoe watu wengi ndo tukalifanye. Lakini jambo moja nikwambie, Bwana hatafuti kundi Bwana anatafuta mtu mmoja aliye na utayari. Unapokuwa na utayari wewe, kuinuka na kusimama, kama kunde litakuja litakukuta mbele, na Mungu anatumia watu wa namna hiyo. Na unaona ukiendelea kusoma kweli, walipokea uokovu kwa maadui zao, lakini hakuna la kumzuia Bwana kuokoa, hakuna la kumzuia Bwana kuokoa, iwe ni kwa wengi ama kwa wachache, iwe ni kwa wengi au ni kwa wachache, iwe ni kwa wewe peke yako. Ukisimama, Bwana atathibitisha wokovu wake. Ukisimama wewe, Bwana ataonyesha ukuu wake. Hivyo ninakusi rafiki yangu unayenisikiliza, usijidharau, usijione kama eh, hufai, usijione kama unahitaji watu wengi no, unahitajika kusimama. Eh, kuna msemo unasema where eh, committees Cannot do commitment can do kuwa kamtumishi wa Mungu alisema hivyo, kuwa pale ambapo eh, mikutano au wengi wanaanza kukusanyika wasifanye jambo kukamilisha, lakini ile shauku binafsi eh, ile mtu kuamua kufanya inaweza ikatenda kwa pale. Hata ambapo mikutano haifanyi, mtu binafsi anayejitoa amejikomit, anaweza akafanya hivyo. Ninatamani huu fahamu uhamie kwako, lakini zaidi sana ninatamani ujue kuwa sisi kama wana wa Mungu tumepewa hii eh, mamlaka mamlaka au mandate ambayo anasema mtu mmoja wa kwenu atafukuza elfu, kuwa sisi mtu mmoja anaweza katika ulimwengu wa roho, lakini Bwana anakupa nguvu za kuweza kusimama, you can withstand, uh, a thousand men unaweza ukawakimbiza mtu mmoja, ukakimbiza watu elfu kwa pamoja na Bwana lakini, pamoja na Bwana lakini, ukiwa pamoja na Bwana unaweza ukakuta mtu mmoja, unasema mtu mmoja anaweza, anasema nani asimame palipo bomoka. Mtu mmoja unaweza ukasimama ukatengeneza bomoka kwa taifa zima watu wote wakapona, watu wote wakageuza. Kama vile mtu mmoja anachaguliwa anakuwa rais, anaweza akasimama, kauli yake ikaleta hat, ikabadilisha hatima ya nchi nzima. Hivyo hivyo katika ulimwengu wa roho, ukijua mamlaka yako unaweza ukasimama na ukasimama ukafanya kitu ambacho kikabadilisha hatima nzima ya taifa, hatima nzima hata ya dunia yetu hii yote tunayoikaa leo hii. Kwa hivyo, rafiki yangu, ninatamani kwa uwe na mtazamo kama wa Jonathan. Jonathan huyu, uh, kijana wa Sauli alikuwa na mtazamo bora sana katika kuyaendea mambo. Analiendea jambo hili akisema wazi kabisa, hakuna la kumzuia Bwana kuokoa, hakuna la kumzuia Bwana kuokoa, iwe ni kwa wingi au kwa wachache, kwa sababu anayokuwa anayokuwa kwanza ni Bwana sio wewe, kwa hakuna la kumzuia Bwana kuokoa, iwe ni kwa wingi au kwa uchache, kwa usiogope kuhusu wingi au uchache, lakini ni hakuna la kumzuia Bwana kuokoa. Tafakari hii ikutafakarisha lakini pia ikupe hatua unapokuwa unaianza siku yako na unapokuwa ukiendelea kutafakari. Bwana Mungu akubariki, Bwana Mungu akulinde na kukutunza. Mimi mtumishi eh, wa Mungu nimekuombea na ninayoshauku kubwa ya kutaka kuona Bwana akikupa kupiga hatua na akikujalia kuvuka katika hili ambalo tumekuwa tukilitafakari hapa pamoja, na ninatamani ugeuke na uwe na mtazamo kama wa kijana Yonathani, wa kuwa hakuna la kumzuia Bwana asiokoe, iwe ni kwa wingi au kwa uchache, ni kwa sababu ni Bwana anayeokoa. Utaokolewa kwa sababu ni Bwana anayeokoa. Nitaokolewa kwa sababu ni Bwana anayeponya nitaponya nini nitapona kwa, yani hivyo ukiwa na mtazamo hivyo, hakuna jambo litakuzuia na hakuna ninaloshindikana, hakuna lisilowezekana kwake yule aaminie. Kwa ukiboresha mtazamo wako utakuwa tayari umeboresha eh, namna ya kupokea as you know, eh, ile unayo tafakari vile unavyojiona, hiyo ndiyo inazarisha matokeo sawasawa na hiyo tafakari yako. E, katika hii tafakari yetu tumejifunza mambo mengi, na utakapokuwa ukiendelea kusoma, ninakusisitiza, tutakuwa tunaendelea kuwa na tafakari kadhaa ambazo tutakuwa tukizitafakari kwa namna ya sauti. Ninakusi sana endelea kufuatilia. Uh, tutaendelea kuziweka katika channel zetu mbalimbali, mfano YouTube, tutaweka pale katika channel yetu pendwa uh, Gospel Stewards TV. Kama huja subscribe hapo, pita subscribe, na kuna masomo mengine kama mia tatu za zaidi yako hapo, pita tafakari, jifunze, na ya kujenge zaidi katika roho yako. Ninakutakia tafakari njema na ninakutakia baraka za Bwana, siku yako iwe nzuri, na hakika hakuna la kumzuia Bwana kuokoa iwe kwa wingi ama kwa uchai